Waislamu kutoka katika kila kona ya dunia wapo kule Maka kwa ajili ya kutekeleza ibada yao ya Hija, na leo tarehe tano Dhulu Hija, kulingana na kalenda ya Kiislam, wanaelekea katika mlima wa Arafa, sehemu ambayo inaaminika kwamba uh, Mtume Muhamadi sallallahu alaihi wasallam alitekeleza ibada yake ya mwisho na kutoa hutuba yake ya mwisho kabla ya kifo chake. Na mwislamu ambaye hakujaliwa kwenda huko Maka leo tarehe tano, siku ya Arafa hutekeleza ibada ya funga ambayo hukamilika kwa kuchinja hapo kesho, ambayo ni sikukuu ya Idi l Adha ama sikukuu ya kuchinja. Na inaaminika kwamba muislamu ambaye alijaliwa kwenda huko Maka leo tarehe tano, akiwa katika mlima wa Arafa huomba msamaha, hutubia madhambi yake yote ambayo aliyafanya kwa umri wake kabla ya kuelekea huko na anaporejea kutoka Makka, inaaminika kwamba anakuwa amesemehewa madhambi yake yote ambayo aliyafanya kwa kipindi chote cha umri wake. Kama alivyosema, ibada hii hutamatika kwa kufanya ibada ya kuchinja mnyama uh, mwenye miguu minne ikiwa ni ngamia, kondoo, ng'ombe, mbuzi. RFI Kiswahili tunawatakia Idul-Adha njema ama sikukuu njema ya kuchinja, Waislamu wote popote walipo duniani, na wasikilizaji wetu wote ambao wako nasi kila siku kwenye matangazo yetu ya asubuhi na jioni.